Orodha hii pia imejumuisha baadhi ya majina ya waliokuwa kwenye database kwa kada mbalimbali mbali, baada ya kupangiwa kazi na baada ya kupangiwa vituo vya kazi, nafasi ilivyopatikana. Kwa hiyo, wasailiwa wote waliofaulu usaili, ingia katika akaunti yako ya Ajira Portal, pakua barua yako pale ili uweze kuripoti nayo katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa, na hakikisha unaripoti kwa muda uliopangiwa katika kituo chako cha kazi na uwe na vyeti vyako halisi. <coughs> Yani, original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea. Na kwa wewe ambaye ukuchaguliwa, usikate tamaa, jipange, uangalie wapi ulipokosea na uweze kuomba tena nafasi zitakapotangazwa. Kwa wewe ambaye umechaguliwa, ongera sana na nikutakia kila la heri katika nafasi yako mpya ambayo unakwenda kuanza kazi serikalini. Walioweza kuitwa kazini ni wengi katika taasisi mbalimbali mbali za umma ikiwemo afya, elimu, kilimo na taasisi zingine za umma. Kwa hiyo, kuweza kupata PDF hii, hakikisha unajiunga na, na grupo letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Jiunge uweze kupakua PDF hii katika grupo letu lakini pia kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel ya FEABOY tafadhali, bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi kwa wakati. Channel ya FEABOY inahusiana na ajira, elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya, yani mkononi. Karibuni na asanteni.